Katika kudhihirisha kuwa ubia kati ya kampuni ya Barrick Gold Corporation na serikali ya Tanzania kupitia kampuni ya Twiga Minerals Corporation unaendelea kunufaisha pande zote mbili, migodi ya Barrick nchini imetoa gawio la shilingi bilioni 93.6 kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutunukiwa tuzo ya nafasi ya kwanza katika makundi ambayo serikali ina hisa chache kwa mwaka huu. Hundi ya gawio hilo imekabidhiwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na meneja wa Barrick nchini Dr. Melkiori Ngido katika hafla ya serikali kupokea gawio la michango kutoka kwa taasisi na mashirika ya umma iliyofanyika Ikulu jijini Dar es Salaam. Mwaka wa fedha wa 2022 2023, kampuni ya Barrick nchini pia ilishika nafasi ya kwanza kutoa gawio kwa serikali ya kiasi cha shilingi bilioni 84 ambapo mwaka jana ilishika nafasi ya pili kwa kutoa gawio la kiasi cha shilingi bilioni hamsini na tatu milioni 182 na sabini na mbili elfu mia tatu tisini na tatu. Migodi iliyopo chini ya kampuni ya Barrick na Twiga Minerals nchini ni North Mara na Bulyanhulu, pia Buzwagi ambao hupo katika mchakato wa kufungwa. Akiongea juu ya mafanikio haya meneja wa Barrick nchini Dr. Melikiori Ngido alisema Barrick na Twiga Minerals, mbali na kutoa gawio nono kwa serikali, pia imekuwa ikichangia pato la serikali kupitia malipo ya tozo mbalimbali mbali katika maeneo yenye shughuli za migodi yake, sambamba na kuchangia kukuza uchumi wa taifa kupitia kodi, ushuru, magawio mishahara na malipo kwa wazabuni wa ndani. Sambamba na hayo, ameongeza kuwa kutoka gawio la kuchangia pato la serikali uwekezaji wa kampuni ya Barrick nchini unaendelea kuboresha maisha ya wananchi kupitia miradi inayotekelezwa kwenye maeneo yanayozunguka migodi yake kwa fedha za uwajibikaji wa jamii CSR zinazotolewa na migodi inayomiliki ya North Mara na Bulyanhulu. Nehemia Mchechu Msajili wa hazina aliongeza kwa kusema kampuni ya Twiga Minerals imekuwa ikifanya vizuri kwenye sekta ya uchimbaji wa madini nchini kwa kadri siku zinavyozidi kusonga mbele. Aidha, mwaka huu serikali imepata trilioni moja nukta ishirini na nane kama gawio, michango na makusanyo mengineyo, ambazo zinakwenda kuboresha sekta ya elimu, afya, miundombinu na sekta zingine mtambuka kwenye uchumi wa nchi. Mimi ni Pele Mkono na hii ni Mjasilia TV.